zile shida tulizo tuna shida tunizo. Watoto shuleni wanatembea umbali mrefu ya tumba, mmesema kwenye risala yenu leo. Hii huduma ya watoto wa shule imewafikia katika maeneo yao, huspika, sasa hivi watoto hawatembee umbali mrefu

anaendelea kufanya vizuri anaendelea kufanya vizuri zaidi na zaidi. Mmesema hapa umeme umewafikia, ni nani huyo? Dokta Samia Suluhu Hasan amehakikisha sasa hivi anapeleka umeme kwenye vitongoji vijiji vyote, kamaliza umeme sasa hivi anaenda watu kwenye vitongoji sasa, lazima sisi kama wakina mama smame nyuma kumpigania Dokta Samia Suluhu Hassan na kumsemea haya mazuri anayoyafanya usiku na mchana, watu waelewe, watu wafahamu, kwa Dokta Samia Suluhu Hassan ndio mtengelezaji mkuu na yeye ndo aliyofika hapa kuwaomba kura nyingi wa kina mama elfu mbili na ishirini. Uongo kweli Mama Samia uye Dokta Samia Suluhu kula ningi. Na nakwenda kumsemea, mmesema hapa kwenye sani, kwa pesa za nini barabara zimefanya, si ndio? Anipasoma barabara wa Samia, mmesema wenyewe hapa, amewatua ndo, amewatua ndo, amewatua ndo. Jan Mama Samia oye! tulivyo tuna shida, watoto shuleni wanatembea umbali mrefu. Katumba Tumba, mmesema kwenye risala yenu leo hii, huduma ya watoto wa shule imewafikia katika maeneo yao husika. Sasa hivi watoto hawatembee umbali mrefu. Katumba ya sekondari, shule za msingi ambazo kuna sehemu sasa hivi mpaka mtambo kule mtambo kule kwa mtambo kuna shule nzuri ambapo Mama Samia ameleta milioni mia mbili watoto wa mtambo kule wa wa kule wakina mama mtambo wapo hapa, mama mtambo anaendelea kufanya vizuri anaendela kufanya vizuri zaidi na zaidi. Mmesema kwa umeme umewafikia, ni nani huyo? Dr. Samia Suluhu Hasani amehakikisha sasa hivi anapeleka umeme kwenye vitongoji vijiji vyote namaji umeme, sasa hivi anaenda watu kwenye vitongoji. Sasa lazima sisi kama wakina mama tusimame wima Samia, Dokta Samia suluhu Hassan, na kumsemea haya mazuri anayoyafanya usiku na mchana, watu waelewe, watu wafahamu kwa Dokta Samia suluhu Hassan ndio mtekelezaji mkuu, na yeye ndo aliyofika hapa kwaomba kura nyingi wa kina mama elfu mbili na ishirini, uongo kweli? Mama Samia oye